Wakati wa safari yetu ya imani tunaweza kupatwa na uchovu sawa na Waisraeli waliotembea miaka 40 katika historia ya jangwani. Inahisika kana kwamba utaratibu ule ule unajirudia mara kwa mara na unarudia mwaka mmoja, miaka miwili na kadhalika. Mungu alisema, dumuni kwa uthabiti katika ukweli hadi mwisho, hadi nitakapokuja. Lazima kuna sababu ya kusema hivi, sivyo? Tufungue kitabu cha Ufunuo sura sura ya tatu. Sura ya tatu mstari wa kumi. Kwa kuwa umeshika amri yangu ya kuvumilia katika saburi, nitakulinda katika saa ya kujaribiwa inayokuja ulimwenguni pote ili kuwajaribu wote wakao duniani. Ninakuja upesi. Shika sana. Tunapaswa kushikilia nini? Shika sana ulicho nacho ni kwa sababu Shetani hakika atatengeneza hali ambazo ndani yake hatuwezi kuzishikilia kwa uthabiti. Shika sana ulicho nacho ili mtu asije akaichukua taji yako. Kama wangalivumilia siku moja zaidi, au hata siku mbili zaidi, au mwezi mmoja zaidi, wangeweza kuwa katika nafasi ya kushiriki katika utukufu huo. Tafakari juu ya habari za bahati mbaya zilizofuata pale walipoachana na kila kitu ghafula wakidai ni ngumu sana na haiwezi kuvumilika. Kwa kuwa Jiang Ziya ni mtu maarufu, anazungumzwa sana na watu wengi. Hapo zamani za kale, katika nasaba ya Zhou ya China kulikuwa na mtu aitwaye Jiang Ziya. Hata akiwa na umri wa miaka themanini, siku zote alikutwa akivua samaki kando ya mto mke wake alizidi kuchukia akifikiri, Je, ni lazima nitumie maisha yangu kumtunza mume asiyefai? Siku zote alielekea mtoni kuvua samaki bila kufikiria wadhifa wa mamlaka. Ikiwa mume alikuwa na miaka themanini, mke naye asingekuwa mchanga pia. Katika umri huo alimwacha mume wake na kutoka nje ya nyumba. Wakati huo mfalme wa nasaba ya Shang alikuwa akishiriki katika uonevu mkali, jambo lililomchochea Mfalme Wen wa Zhou kufikiri, hii ni fursa ya kushambulia na kushinda nasaba ya Shang, iliyomfanya anze kuajiri watu wenye vipaji. Kwa hiyo baada ya kupitia siku tatu za utakaso, alienda kukutana na Jiang Ziya. Alipofika kwa kweli aligundua kwamba Jiang Ziya hakuwa mtu wa kawaida akizidi kwa mbali uvumi aliosikia. Hivyo mara moja akaelezea mpango wake na akamteua Jiang Ziya kama jemedari mkuu wa kuongoza kampeni dhidi ya nasaba ya Shang. Katika miaka yake yote 80 Jiang Ziya, akitafakari juu ya mikakati mbalimbali ya kijeshi aliyokuwa amemiliki, aliongoza jeshi zima kwa ufanisi na hatimaye akashinda utawala wa nasaba ya Shang. Baada ya vita kuisha, mfalme Wu alitafakari, ninawezaje kuanzisha mfumo wa utawala katika nchi hii ili kutawala nchi hii kubwa kwa ufanisi? Hivyo aliamua kuigawanya nchi, akimpa kila mtu eneo na kuunda yale yaliyojulikana kama majimbo ya kikabaila, ili kwamba mabwana wa kikabaila waweze kutunza ardhi yao. Mfumo huu wa utawala ulianzishwa ili kujilinda dhidi ya maadui na uvamizi wa kigeni. Mfalme wa aliwaza, ni nani aliyetoa mchango mkubwa zaidi katika ushindi wa nasaba ya Shami? Alitambua ilikuwa Jiang Ziya kwa hiyo alimpa Jiang Ziya dola la Qi. Papo hapo Jiang Ziya akawa mtawala, alianzisha Qi kwa hiyo watu wengi walifuatana naye alipokuwa akisafiri kwenda kwenye dola la Qi. Yule mke aliyekuwa ameondoka aliwaza, nitakuwa kabaila mara moja kwa kuwa mume wangu amekuwa bwana. Hivyo akiwa amejawa na furaha, alicheza dansi hadi kwenye msafara na akatangaza, mimi ni mkeo ambaye nimekuunga mkono miaka hii yote. Ilikuwa ombi la kutendewa kama mke wake. Aliomba bakuli la maji liletwe. Ghafla Jiang Ziya alipoyamwaga maji hayo ardhini, aliacha maneno haya hi. Ukiweza kukusanya maji haya na kuyaweka tena kwenye bakuli, basi nitakukubali kama mke wangu. Je, unaweza kuyarudisha kwenye bakuli? Kwa kuwa alikuwa ameshindwa kuvumilia hadi mwisho, alipoteza nafasi tukufu ya kuwa kabaila. Matokeo hayo ya kusikitisha yalitokea. Baadaye akiwa mtawala wa Kijiangzia, alihitaji waridhi ili kuimarisha mamlaka ya kifalme, hivyo akachukua mke mpya, akistawisha sana dola ambalo baadaye likawa mojawapo ya madola ya kikabaila yenye nguvu zaidi. Ndivyo ilivyo na imani yetu eh, atakayevumilia hadi mwisho ataokolewa. Baraka za Mungu ni juu ya wale wanaovumilia hadi mwisho. Kuna mafundisho mengi katika Biblia kuhusu hili. Hebu kamwe tusipoteze imani yetu, haijalishi magumu gani tunayokabili. Nikitumaini kwamba siku zote tutajitahidi kuwa wale ambao hawakati tamaa kamwe juu ya ufalme wa mbinguni katika hali yoyote. Ningependa kuhitimisha mahubiri. Asanteni sana.